Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi Kiswahili cha simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimbia hadithi inayokwenda kwa jina Mwana wa Maskini, Roho ya Tajiri. Mwana wa Maskini, Roho ya Tajiri ni hadithi nzuri inayomuhusu kijana Baraka. Katika kijiji cha Lugalo aliishi kijana aitwaye Baraka ambaye hata kupata mlo wa usiku mmoja ilikuwa changamoto. Alivaa nguo zilizochanika na kuchakaa, alilala sakafuni, na mara nyingi alisoma kwa mwanga wa taa ya kandili ya mafuta ya taa. Lakini ndani ya moyo wa Baraka kulikuwa na kitu tofauti. Hakuwa na pesa, lakini alikuwa na ndoto kubwa, heshima kwa watu, na moyo wa kusaidia wengine, ambayo ni roho ya utajiri. Alikuwa akiwasomea watoto wengine masomo jioni, hata wale waliomtania kwa mavazi yake alishirikiana chakula kidogo alichopata, na kila alipofanikiwa kwenye mtihani aliwaambia wenzake, tukiamini tunaweza, basi tutafika sote. Miaka ikasonga, Baraka alipata ufadhili wa masomo hadi chuo kikuu. Akiwa chuoni, hakusahau kijiji chake. Alituma vitabu, nguo na hata alijenga kisima kwa ajili ya wakinamama waliokuwa wakitembea kilomita tatu kuteka maji. Miaka kumi baadaye Alirudi kijijini kama mfanyabiashara mkubwa, lakini bado alitembea kwa unyenyekevu, akasalimia wazee wote kama zamani. Alijenga shule mpya kijijini na kuita roho ya tajiri, kama kumbukumbu ya safari yake. Je, twajifunza nini kutokana na hadithi hii? Ndiyo, ujumbe ni kwamba utajiri wa kweli hauanzi na pesa mfukoni, huanzia na roho ya ukarimu maono na bidii moyoni. Hata mtoto wa maskini anaweza kuishi kama tajiri wa moyo. Asante sana kwa kunisikiliza. Ningependa kufahamu nasikiliza kutoka wapi. Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kumpatia nguvu ya kuandaa simulizi zingine. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda Mungu wa kubariki. Bye bye.